Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walsalatu walsalamu ala ashrafi alambiyai walmursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma baadu. Ndugu zangu katika iman, ifuatayo ni taarifa nambari moja mkwaju 26 iliyoandikwa tarehe 29 Shaaban sawa na mwaka 1447 hijiria ni sawa na tarehe 17 Februari mwaka 2026. Yahusu taarifa ya kuandama mwezi wa Ramadhani mwaka 1447 hijiria sawa na mwaka 2026 miladia. Baraza Kuu la Jumuiya za Ansaru Sunna Tanzania Basuta Ninapenda kuwatangazia Waislamu wote wanaofunga na kufungua kwa muandamo usiozingatia masafa maalum au mipaka ya kijiografia kwamba tumepokea taarifa ya kuthibitishwa kwa muandamo wa mwezi wa Ramadhani mwaka 1447 hijria kutoka nchi zifuatazo: Yemen, Saudi Arabia, Qatar, Bahrain na nchi ya Imarati pamoja na Kuwaiti kwa mujibu wa taarifa hizo, leo Jumanne tarehe 17 Februari mwaka 2026, mwezi umeandama. Hivyo kesho Jumatano tarehe 18 Februari mwaka 2026 ni siku ya, ya tarehe moja ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, insha allah. Mtume wa Allah, rehma na amani ziwe juu yake, amesema ya Fungeni kwa kuonekana mwezi na fungueni kwa kuonekana mwezi, na iwapo mtagubikwa na wingu msiweze kuona mwezi, basi kamilisheni hesabu ya, ya mwezi siku thalathini. Hadithi imepokewa na Imam Bukhari. Sambamba na hayo, tunawakumbusha Waislamu kujiandaa ipasavyo kwa mwezi huu mtukufu wa Ramadhani kwa kutekeleza ibada ya saumu sala za tarawihi, kusoma Quran tukufu, kutoa sadaka na kutenda mema, kwa ujumla katika mwezi mtukufu huu wa Ramadhani. Na mwezi huu ni fursa kubwa ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Pia tunawakumbusha Waislamu wote kwamba mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao Allah mtukufu ametufanya kuwa bora na ndani yake kuna Lailatul Qadri ambayo ni bora kuliko miezi elfu. Aliyoletea taarifa hii ni ndugu yenu katika iman, Salimu Abdurrahim Barahiyaan, mwenyekiti wa kamati ya muandamo ya baraza la Sunna Tanzania Basuta. Wabila.